Pasipo mashauri taifa huanguka. Pasipo mashauri yani, pasipo kuwa tunajishauria kwamba pale tusifanye vile, taifa huanguka. Lakini taifa lolote, taifa lolote, utawala wote ambao liwe kusikia mashauri ya mtu hasa wake ambao alikuwa akiweka sawa ilo taifa, ukovu Mungu aliuleta. Kwa hiyo pasipo mashauri taifa huanguka. Kwa hiyo nia ya kuwa tunaongea haya, hata kama tunatumia lugha za ukali, lengo na kusudi ni kutaka kushauri kwamba tusipite njia ile, tusipite njia tubioka, tupitie njia ndo njia njema, na mwisho wa siku utawala wote ama mtu yote ambaye atazingatia maneno hayo lazima Mungu alete wokovu. Pasipo mashauri taifa huanguka, lakini kwa mashauri Mungu leta wokovu. Utanguka, utawala utanguka kwa namna yote ile. Hakuna uovu wa mtu unaweza kudumu, hakuna kumshikilia mtu wake leo. Umemchukua ile beti pasipo, kwa namna yote ile utanguka na mimi kabisa. Mungu hataweza kunyamaza daima kwa maovu yote ambayo yamezidi kuenda katika nchi dunia tangu kuanza kwake, Mungu aliwahi kuhukumu na kuipiga ama kupiga utawala huo, baada ya kuwa maovu yake yamezidi. Sasa katika swala ili ambalo Elibeti Mlelwa, mchungaji wa Dar es Salaam, mtoto wa Malekama Kipesile, namna ambavyo ameweza kuchukuliwa tu waweza kukamatwa na mpaka sasa hivi hajulikani kule aliko, moja kwa moja ni kusomea kitabu cha mwanzo sura ya sita. Anza sura sita nitaanzia mstari wa kwanza hapa na kuendelea. Utawala huu utanguka, utanguka, utawala huu utanguka. Utanguka kwa aina yote utanguka. Ifahamike ya kwamba kila jambo lina mwisho wake. Kitendo cha kuwa kila mtu anayejaribu pengine kuwa anataka ku, ni yani, kuleta haki eh? kuleta haki katika dunia na kuashiria ya kwamba tusipite nje kwa sababu ina madhara ya wewe lakini pia na watu wengine, lakini huyo ndiye ambaye mnamweka kama ni adui wenu wa maisha. Sasa nikusomea kitabu cha Mwanzo sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa saba. Ikawa wanadamu walipozidi kuzidi, walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwa wana wa Mungu waliona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliochagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, bali siku zake zitakuwa miaka na ishirini. Akapunguziwa mwanadamu baada ya maovu kuzidi, kama ambavyo sasa tunaona kwamba taifa la Tanzania, lakini pia Afrika kwa jumla, ni kama mataifa ambayo yanajaribu sana kushadidia ama kuunga mkono uovu. Mungu akapunguza miaka kwa sababu ya maovu ya mwanadamu. Ikumbuke kwa mwanadamu kwa miaka mingi mwanadamuka sana kwa nachongea hapo ya kwamba taifa litanguka, kitendo cha kuwa Tanzania kia anayejaribu kusimamia ak anayejaribu kutaka kuokosoa ya kwamba tupite hapa ndio hapa kwa mbaya taifa litaanguka. Bwana akasema roho yangu miaka na hata shinda na akapunguzwa miaka na wanafiri na wanafiri walikuwa wako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa na wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analiwaza moyoni mwake ni bato siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana nagairi ya kwamba nimemfanya. Baada ya uovu kuzidi, ndio maana nimesema taifa hili litaanguka, Tanzania itaanguka, utawala utaanguka kitendo cha kuwa anajaribu kusema mtu mwenye haki, mtu ambaye ana ila, kwa sababu sheria ama uovu wote, mtu yoyote ambaye atakiwa kuwa anadhibitiwa ni mtu ambaye atakiwa kuwa anafanya maovu. Lakini ikiwa mwanadamu anataka kuonyesha kwamba usipite njia hii, huyu atakiwa kuchukua maamuzi mabaya. Sasa pengine hapo unaangalia kwamba t anajaribu kuchukuliwa kwa nini, lakini kwa background ya kwamba baada ya kuwa anajaribu kufichua baadhi za uovu na kusema kwamba hapana, hayo sio maisha kwa sababu mwisho wa yote, katika yote ambayo tunayaongea ifahamike kwamba hatuna chuki na mtu, hatuna chuki na utawala wote ule, hatuna chuki na mtu yote yule. Tunapokuonyesha kwamba usipite pale, kusudi ni kwamba tumeshajua kwamba, kwamba pale kuna utatumbukia pale, au utaweza kuvuka mazingira yale ko kwa, ni vyema ya kwamba urudi upite njia kwa salama. Kwa hiyo Mungu akaona kwamba mwanadamu, uovu umezidi, yani Yesu Mungu umdunia ama kupiga utawala wote ule aliopiga baada ya utawala huo kuto kugeuka baada ya utawala kuto kuonywa ulipokuwa na onyo hauchukui hatua hatu, za hatu, kuweza hatu, hatu kubadilika. Huo ulipozidi Mungu alikujia mbali, mwanadamu sasa, utanguka utanguka kwa maisha ambayo umejipambanua. Utawala huo utanguka utanguka, shiba Jehova utanguka. Hakuna maisha ina hiyo, hakuna mwanadamu aliyewahi kushindana na haki akadumu milele. Hakuna utawala, hata kama pengine ni kama mnaishi salama, hakuna utawala uliowahi kushindana na haki ukadumu milele, haupo. Kila yote aliyejaribu kushindana na Mungu kwa namna yote ile, utawala huo ulianguka. Zaburi 43 mstari wa wa kwanza. Zaburi 43 mstari wa kwanza. Zaburi 43 mstari wa kwanza. Geuka utawala wewe. Geuka, geuka, geuka 43 mstari wa wa wa kwanza. Biblia, anasema, e, muna, no, nitasoma Misali, nitasoma misali misali sura ya 11 misali 11 kumi na nne Misali kumi na moja kumi na nnemisali kumi na moja kumi na nne inasema kwamba pasipo mashauri taifa uanguka, bali kwa wingi wa mashauri huja ukovu. Pasipo mashauri taifa uanguka. Pasipo mashauri yani, pasipo kuwa tunajishauri kwamba pale tusifanye vile, taifa huanguka. Lakini taifa lolote taifa lolote tawala utambo wetu sika mashauri ya mtu hasa wake ambao alikuwa kiweka sawa hilo taifa, ukovu Mungu aliuleta. Kwa hiyo pasipo mashauri taifa huanguka kwa hiyo nia ya kwa tunaongea haya hata kama tunatumia lugha za ukali, lengo na kusudi takushauria kwamba tusipite njia ile, tusipite njia, tupitie njia, ndo njia njema. Na mwisho wa siku utawala wote ama mtu yote ambaye atazingatia maneno hayo lazima Mungu alete wokovu. Pasipo mashauri taifa huanguka, lakini kwa mashauri Mungu leta wokovu. Utanguka utawala utanguka kwa namna yote ile, hakuna uongo watu wanaweza kudumu, hakuna kumshikilia mtu wake. Leo umemchukua Helibeti pasipokuwa na tia yote ile, utanguka. Namini kabisa Mungu hataweza kunyamaza daima kwa maovu yote ambayo yamezidi kuendea katika nchi hii, Mungu atalipa.